Naam, ni matumaini yangu mzima na wa afya kwelikweli. Njoo hapa mwana michezo, tuzungumze michezo na burudani, sehemu pekee unapoweza kuzipata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Pasina shaka, nikwambie, ni hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwani sisi tuko tayari kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali mbali mubashara yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani natokea hapa katika vijiwe vya Mwembe Yanga, ni na madhumuni yangu niweze kukupasha kile kinachokuwa kikihusiana na michezo na burudani. Na sasa, na nakwenda kuzungumza na Mnandi JR Mnandi Simba Sports Club. Unataka kufahamu tunakwenda kuzungumza nini? Kuwa nami kwanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya na Mnandi JR, ndani ya muonekano mpya kabisa wa kofia nyingine tofauti na ile ambayo umewahi kumzoea ukimwona akiwa nayo ya CRDB Bank. Bwana uko poa? Namshukuru Mungu niko gudi. Niko vizuri, jambo kubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia pumzi, ndio jambo kubwa na jambo muhimu sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo mimi nashukuru na afya njema, niko vizuri, na nikitoka hapa, naelekea hospitali kwenda kumuona mdau wangu bwana Lax, na dua zetu zimefanya kazi na jitihada za wadau wote zimefanya kazi, sapoti yao ni kubwa. Niwapongeze wadau wote, wapenda michezo, sio Simba, wapenda michezo wote, wamejitolea kwa jitihada, kwa dhati ya damu ya kumtakia kila laheri mwenzetu, hakikisha anapata nafuu. Ana mkeka wake uliotoka wabili, ni hela ndefu takribani milioni moja kasolo, ambaye imelipwa pale hospitali, hiyo yote ni baina ya wadau wa Simba Sports na wapenda michezo pamoja na familia kiujumla. Kwa binafsi niwapongeze wadau wote ambao wameenda kwenye ule mkeka kwenye group. Wamechanga watu wengi sana kwenye lile group. Mimi niseme kwamba tuendelee kupambana kwa sababu kuna wagonjwa wengine kama watatu tumeona pia wametoa taarifa zao, naamini tukimaliza hili, basi nadhani tutaendelea na wao pia. Sio kwa sababu ya lax tu, hata kwa mwingine yoyote, mwana familia mwenzetu kwenye michezo kikubwa, akatoa taarifa tukajua kwamba hili tatizo linahitaji support, basi tuenda kusupport moja kwa moja. E Bwana nianzie hapa mnyama simba lunyasi kwa namna ambavyo anaendelea kwa ajili ya kujiwinda mnasemaje wana Simba Sports Club? mchezo wake tumemshuhudia kwamba akicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Umdumani. Ah, nimefurahi, nimefurahi. mchezo umetamatika kwa upatokeo wa bao mbili kwa moja pale Samuyo. Maana yale ni mazoezi ya kuelekea kwenye mashindano yetu ya club bingwa barani Afrika, ambaye mchezo wetu utachezwa saa 9 mchana kule nchini Nswatini, lakini kwa Tanzania itakuwa majira ya saa kumi. Tumetofautiana ni saa moja na mimi, kucheza saa tisa ni muda wa kawaida sana. Hatuwezi jua hali ya hewa yake na kuaje, hata kama kutakuwa na joto la aina gani, sisi binafsi tunaweza kuhimili mikiki yote. So shida kucheza saa tisa yeah. Bwana Simba Sports Club, nikiangalia ni kama muunganiko umeanza kupatikana. Jonathan Soa nikimwangalia tena, huku nakutana pia kuna Jean Charles wa Nikirudi hivi, hamasa za kina Simba Sports Club, akina Joshua Budo, hii wana Simba chemistry inaanza kupatikana taratibu taratibu, baada ya ujio wa kocha Pontef ndani ya Simba Sports Club ya. Unajua siku zote hata gari unapoinunua dukani pale muda ule ule tisu naiwasha eti inatembea kwa spidi, sio? Yeah, kweli lazima ipate muda ianze kuchanganya vifaa vizoeane, tofauti na gari ambayo iko barabarani muda mrefu. Yani haichukui muda mrefu yeah, kuzoeana, lakini gari mpya lazima ichukue muda kuzoeana, mafuta yaende kila sehemu, oili yaende kila sehemu, kila kitu kikae sawa, ndo mambo yaende sawa sawa. Naamini Simba kadri muda unavozidi kwenda, timu fitness inaendelea kupatikana. Naamini kila kitu kitakuwa sawa siku za usoni. Majirani mmewasikia huko wamefanyaje? <laughs> aajiransijawasikiaumbe mchezo wa Hiyo nimezipata, nikajua labda kuna jambo lingine tofautimhaamamepigwa huko. wametoka suluhu ya bila kufungana wenyewe wajatoa taarifa. Taarifa nimeiona kwenye peji ya Christine Mwagala, msemaji aliyekuwa Tabola United sasa hizi kabadilishwa jina sasa hivi ni anaitwa msemaji wa TRA United sio Tabola tena ni TRA United. Amezungumza na ameposti kwamba wametoka suruhu ya bila ya kufungana. Maana yake hiyo inakuwa chachu na wao kujipanga sawasawa sawa, kujionyesha kwamba msimu wanaenda kuanza vizuri, kama mtani ana professional player kama wote wenye majina magumu magumu, lakini wameenda kubato nao kina nani? Kuna watu kwa wanaita kinaboyeli kuna watu wanaitwa kina washawasha huko, wana majina makwali lile gari la kuwashawasha lile, wao wamekutana nalo lakini wamelizima. Hakuna kuwachwa, hakuna nini, binafsi wakapata suluhu. Kwa naamini wako bora kama wamecheza frendi mechi na mechi kasimama. Tena yule yule mzee wa minuno bubu aongee, lakini siku yake itakaribia kuongea kama kawaida, mzee wa filamu Osman Bey ya mechi yake ya pili anatoa sare baada ya kule Mbeya, lakini anakuja kutoa sare jinkana hapa Dar es Salaam kwenye friend match kuelekea mchezo wao wa kimataifa kuelekea kule mjini Malawi, na wa Malawi wanasema wanawasubiri kwa hamu, wasijue Malawi wale wa kipindi hicho, Malawi wamebadilika. Tunataka tuone Malawi hii, Malawi gani? Ndio ile akina nani Pita Banda au Malawi gani? Tunataka tuone kama yakinapita Banda at least wataonesha ushindani. Kama mzee minuno bado yupo, ama mapema sana kule eh? Ila kama atakuwa kaondoka kidogo, inawezekana wakapata pumzi bwana. Wanamwaga kaondoka eh. Tujadili kitu kimoja, yanazungumzwa mengi kuhusiana na kocha wao, uh, Roman Falls. Wengi wanasema ya kwamba ziko taarifa ya kwamba kocha Madagascar, lakini pia vile vile ziko taarifa zingine zinazosemekana ya kwamba bado Mwamba anahitaji thamani ya shilingi milioni 600 aweze kuteminate mkataba wa kwake pamoja na Young Africans. Hilo ni shekuli zungumza kwamba yule mwamba kaenda South Africa kika rudi. Wao lengo lako asirudi. Kasema mimi narudi na kazi nitaendelea kufanya kwa sababu sina nilichokosea, sina nilichowazi haki na kuwatukana. Naondoka kwa kigezo gani? Pamoja, kweli kocha hana dirisha la usajili muda wote anasajiliwa na muda wote anapigwa chini anaondoka. Lakini mimi binafsi ninachokisimamia mimi kinaenda vizuri kwenye pitch. Michezo sita nimeshinda michezo mitano, mchezo mmoja nimetoa sale. Naondoka kwa kigezo gani? Na mchezo ule wa jana wa, wa sale wa mchezo wa saba katoa sare kwenye friend mechi, kwani mazoezi na baadhi wa ya wachezaji hawamo, akiwemo yule engine wa klabu hayupo, yuko national team hayupo, engine ya klabu pakuwa umezuazua ndo engine ya klabu uh -huh. Ukimtoa wewe huyo timu imekufa, hakuwepo uh -huh. sawa Mabeki zao wote wakati hawakuwepo walikuwa Zanzibar huko kwenye mechi ya timu ya taifa. Maana timu yao asilimia 90 wamebaki kinawashawasha washawasha ndio wamebaki pale. Lakini wale ambao wanawategemea ambao walikuwa nao toka msimu uliopita wote hawakuwepo kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo mimi naamini binafsi bado yuko bora na bado ana timu bora kikubwa kumwamini na kumpa support ili afike mwezi wa 12. Huyu Osman Bey afike mwezi wa 12 ili maisha yaende vizuri. Sasa mwezi wa 12 haujafika anaondokaje kwa mfano? Kwa mwezi wa 12 kuna nini? Ah, mwezi wa 12 si dabi? Eh, kini dabi nataka tufigwe dabi ya saba nayee akiwepo t rekodi ya kutupiga mara mbili. Kwa sababu wenzake wote wanatufunga mara moja moja, wanaondoka. Sasa naye atufunge mara moja, aondoke. Asubiri atupige mara ya pili. Aone akutubahatisha. Sawa, atupige mara ya pili. Sasa unamuondoaje? Kwa taarifa zilizokuwepo kwamba Usman Bey sasa hizi kashakuwa kifungashio. Tayari kashakuwa kifungashio sasa hizi. Kifungashio gani? Sasa, kifungashio si unakijua, ukitaka mandazi unafungashia Usman Bey Sawa, ukitaka chapati, yani kesho kwa kifungashio, hana kazi tena Jangwani. Taarifa hey tulizokuwa nazo kocha wa Madagascar kashaaga kule. Kwa hiyo muda wote kutoka sasa ilitakiwa atue lini? Atue jana. Lakini kwa bahati mbaya hajatua jana. Lakini naamini kati ya leo tunavyozungumza leo Jumamosi, Sawa, hadi kesho Jumapili huyo mwamba inawezekana akawa viunga va Dar es Salaam na nchi ya Tanzania, muda huu tunavyozungumza. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu utapata taarifa tu. Taarifa kwa umma bwana Usmani Bey, hiyo good goodbye, yule milioni mia sita kalipwa. Ile milioni mia sita wao ndio wanavunja mkataba. Kocha hajafanya vibaya, anadai zaidi ya milioni mia sita. Sio mia sita, sio, sita. Zaidi ya milioni mia sita washakumlikia vidole wakutaki, wanalipa hela hiyo. Hawalipi. Kwa hiyo unachokiamini, cheo alichopewa injinia na watu wanampongeza. Iko cheo anaenda kukitia matope, hata wiki hakiishi. Eh? Sikapewa cheo FIFA. Uje FIFA wenyewe mpaka leo hawajaposti. Au liona wamepost. Kama wamempa cheo engineer Heris. Umeona kwenye page gani ya FIFA? Wamepost. Ushaona? Mbona kuja kuna habari zinazungumzwa, lakini mimi kule kwenyewe kwenye, kwenye makao makuu sijaona. Mbona cheo cha kafu tumeona alikopewa kule na Musepe rafiki yake? Si tumeona. Kwa nini kwa Jani Mfatino? Alipewa na rafiki yake. Rafiki yake Musepe. Kwa nini kwa Jani Mfatino hatuoni? Kuna nini hapa kilichojificha? Hivi unaweza kupewa cheo kama hicho afu eti kaitwa rais wa klabu kashindwa kuhudhuria kupiga kura kwa rais wa shirikisho hakuwa na hazi ya kupiga kula. Hivi anaweza kupata cheo FIFA kwenye shirikisho lake la ndani kakosa sifa za kupiga kula, hakushiriki yeye na wajumbe wake wote, leo huyu mtu anateuliwa ati cheo kikubwa FIFA. Uoni kama kuna usanii unaendelea ndani? Afu mimi nisimame hapa nimpongeze? Wao kwenye klabu yao wamempongeza nani kwa rais wa shirikisho? Kwa mara nyingine walimpongeza, wamempongeza lini? lini wamempongeza wakati wao kupata nafasi ya kupiga kula kisheria, yaani wao kisheria tujiulize, wamekosa sifa ya kupiga kula kumchagua rais wa shirikisho la mpira Tanzania, yeah. Kwanza wakatakiwa kushiriki hata ligi msimu huu kisheria yaani, ligi wanashiriki kifoja, kwa sababu kama huna kiongozi wako ana sifa ya kupiga kula, unashiriki una vipi kwenye ligi? na kati akutambui wewe umtambui Unawezaje kushiriki? Kwa hiyo ni usanii unaendelea, na ndio maana mpaka leo hawa bado wanasumbua sumbua sana ligi ya Tanzania, mara waandamane mara nini, lakini kwenye hadhi ya kupata cheo FIFA hajakizi hata robo yani, hata robo hajakizi. Bora hata manara anaweza kumpa cheo hata Haji Manara anaweza kumpa cheo. Haji Manara eh, si amemualika kwenye utambulisho wa wachezaji? Sio yake, ana thamani kwenye timu yao, wamemwalika kwa MC pale, wasi wanaalika yupo eh, muda wote ana promo vitu vingi kwa nini asipewe mwana ile kutambulisha wachezaji? Mbona akataja kigogo wa serikali? Angeshindwa kutambulisha wachezaji kama kaweza kutaja kigogo wa serikali. Hakumtaja jina akikasema kuna kigogo wa serikali. Angeshindwa kutambulisha wachezaji wake. Mwisho wa siku alivyoonekana kwenye kucheza lile Bonanza, hakuonekana tena mpaka tamasha linaisha. Sasa kuna nini? Maana yule angestahili kupata kile cheo lakini sio injinia Heris. Hakuna chamana alichokifanya kwenye mpira huu Tanzania na wala kwenye bara la Afrika. Waliofanya kazi kwenye mpira wa Tanzania mpaka leo mpira uko juu. Watu wa kwanza lazima uitaje Simba Sports. Huyo Karia mwenyewe kavaa suti za Simba Sports ndio maana anaonekana rais bora wa shirikisho. Bila Simba sikionekana rais bola, wewe mpira umekuwa kadani, kausababisha mpira ukue. Hao ah, wametoka madongo poromoka. Leo kaambia wao eti wamefanya kitu gani kwenye madongo poromoka huko. Sasa nyuma, mwiko alikuwa anajulikana bingwa kihistoria na mpaka sasa yeye ndio bingwa mtetezi kachukua kombe mara 31. Maana yeye kashiriki mara bingwa mara 31 kwa kuchukua ubingwa, acha kwenda kama nafasi ya pili kwa kuchukua ubingwa tu mara 31. Alichukua mara 22, ana thamani kubwa Afrika kuliko yule mara 31. Sasa kuna timu ya mpira au si kuna? Kuna kikundi tu cha wauni sasa. Wewe ana thamani kubwa, sifa gani ya kuwa kiongozi wa FIFA? Ila kwa sababu cheo chenye cha kuteuliwa, hata kesho anaweza kapigwa tena chini. Kina nguvu? Si kakaa tu bana, nani jani mfatino oya, kaa hapa, kaa hapa unisaidie kazi zangu hapa, ikiwezekana hata za kufua nguo kule atafua. Lakini kicheo hakina faida. Hakina, eh, faida hiki. Angechaguliwa mimi ningesema swadact. Cheo cheo chenyewe. Cheo cha kuteuliwa. Sasa cheo cha kuteuliwa kina maana. Hata leo unateuliwa kesho unaweza kaanguliwa. Au wale wabunge wa viti maalum. Maana wale wameteuliwa kaa hapo kwa hiyo hata kesho unaweza kaanguliwa kateuliwa mwingine. Lakini wa kuchaguliwa rais wa nchi hana mamlaka kum, kumpiga chini hata diwani. Mpaka muda wake ule aliochaguliwa upite. Maana kile cheo kachaguliwa na wananchi kama yeye uwezi kumtoa, lakini enjinia Heris hata kesho utasikia anapigwa tena chini. Huyu tu menundu akienda tu kupeleka barua kazi, kesho anainguliwa. Mimi nakwambia wewe Osman Bey, akipeleka tu kesi yake kwamba anadai, kesho tu anamwengua. Sababu taarifa tulizokuwa nazo hizo kwenye mwenyekiti wa vilabu, huyo mlinzi wa wa, wa, wa, wa stoke kule Africa, anainguliwa hivi karibuni taarifa tunazo. Kwa hiyo huko atainguliwa na huko atainguliwa. Kwa hiyo bora ambao watakao watu tumsifie, watamsifia wenyewe kwenye mabwao sio mimi. Siwezi kumsifia enjinia Heris. Watu wanachapisha t-shirt kila siku wanachoma mpaka jezi. Hata mshindi wa Msoro alikuwa na staili kwa kiongozi bora yeah, kuliko huyu. Kiongozi toka amekuja yeye, madeni yameongezana na FIFA. Alafu kiongozi bora kwenye mpira. Yeah. Ushawahi kuona Simba Sports? Kweli tunalalamikia uongozi wetu hauko standard. Kwetu wanachama kutupa support na washabiki kushirikiana hakuna. Lakini kwenye masuala ya kulipa wachezaji wao wako makini. Wako na na mchezaji Simba anadai. Kaja Sawadogo hapo. Kaja kama jina lake lilivyo na kudai FIFA. Kapewa hela yake yote kaondoka. Kina Agustino wote wameachwa, mechi sita, ligi haijaisha, wamelipwa hela zao na wameondoka. Nani anadai? Lakini wao kina Kambole wameenda FIFA kudai hela na wamemaliza msimu. Sasa unaniambia kuna viongozi hapa? Yani Msolo alistahili kupewa hicho cheo, mshindo Msolo ndo alistahili kupewa hicho cheo, sio engineer Heris. Hajakidhi vigezo vya kupewa cheo FIFA, ila kwa sababu kule kutakuwa na mjomba wake kamteua, hamna shida hey, kamteua mjomba wake. Sasa mimi nitashindwaje, nitashindwaje kusema kwamba sawa kapewa lakini wenyewe wanasherekea. Sisi sasa hivi tukizungumzia mashabiki, mashabiki wa FIFA, msemaji wetu, msemaji wa FIFA, msemaji wa FIFA. Nani kamteua msemaji wa FIFA? Huyo mtu wenu mnamtaja nyinyi injili yes, kateuliwa. Sasa cheo cha kuteuliwa, nyinyi mnaona cheo, cheo chaguliwe cha ukitumia utoke jasho, watu wakupigie kula wewe, cheo. Mtu kakaa nyumbani kwake tu, anapiga simu moja, oye oye, utalinda store yangu pale, nyinyi mnapiga makofi. Yule mlinda store FIFA, sio sio mjumbe wa FIFA. Bwana, shukrani sana, asante sana.